Kwenye mpaka wa milima mirefu ya Kipepeo, ambapo mawingu yanapita chini ya miguu ya watu, kuna mji usioonekana kwa macho ya kawaida. Jina lake mji wa wachawi. Watu wa nje wanasema ni hadithi tu, wanasema ni kizunguzungu cha wazee waliokunywa pombe nyingi. Lakini wale wanaojua, wanaojua kweli hawaongei, wananyamaza. Kwa sababu ukisema jina lake kwa sauti kubwa usiku, unaweza kujiita mwenyewe. Siku moja, mvulana mdogo aitwaye Kito alikuwa akitafuta dawa ya mama yake aliyekuwa mgonjwa sana. Daktari wa kijijini alisema hakuna tumaini, lakini mzee mmoja mwenye nywele nyeupe kama theluji alimwambia kwa kunong'ona, kwenda Mji wa Wachawi. Huko kuna mwalimu wa damu nyeusi. Yeye pekee anaweza kutoa uhai kutoka kwa mauti. Lakini ukifika hapo, usirudi tena kama ulivyoingia. Kito hakuwa na chaguo. Alichukua mkoba mdogo wenye unga wa nazi na mkate wa nazi, akavaa koti la ngozi ya mbuzi na kuanza safari usiku wa mwezi mpevu. Baada ya siku tatu za kutembea msituni, akafika kwenye mlango wa mawe makubwa yaliyosimama peke yao bila ukuta wowote. Juu yake kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa damu iliyokauka: Karibu mji wa wachawi. Ukiingia roho yako inakuwa ya siri yetu. Kito alipumua kwa kina, aligusa jiwe moja na ghafla upepo mkali ukaja ukamvuta ndani kama mkono usioonekana. Macho yake yalifunga kidogo na alipoyafungua tena alikuwa ndani. Mji ulikuwa mkubwa kuliko alivyofikiria, nyumba zote zilijengwa kwa mawe meusi yenye misipa nyekundu inayopiga kama misipa ya damu hai mitaa ilikuwa nyembamba na taa hazikuwa za umeme wala moto, zilikuwa ni mishumaa ya roho ambazo ziliwaka bila moshi, na kila mshumaa ulikuwa na uso mdogo wa mtu anayeumia ndani yake. Watu walitembea kimya, hakuna aliyesema salamu. Walivaa nguo ndefu nyeusi, na macho yao yalikuwa meupe kabisa bila mboni. Lakini wale waliomwona Kito walimgeukia pole pole na midomo yao ikanyosha tabasamu dogo lisilo na joto mmoja. Wao, mwanamke mzee mwenye vidole virefu kama matawi ya mti uliokufa, alimkaribia na kusema kwa sauti kama upepo wa baridi, wewe si wa hapa, lakini damu yako inasema unahitaji. Njoo, mwalimu anakungoja. Kito alihisi moyo wake unapiga kwa nguvu. Alifuata mwanamke huyo kupitia barabara nyembamba, na kila hatua alipopiga aliisikia sauti ndogo ndani ya kichwa chake ikisema, usiamini chochote unachokiona hata kama inaonekana kama mama yako. Walipofika kwenye jengo kubwa lenye minara minne, mlango ulifunguka peke yake. Ndani kulikuwa na chumba kikubwa na katikati kulikuwa na kiti cha enzi kilichotengenezwa na mifupa iliyounganishwa na nyuzi za dhahabu. Hapo alikaa Mwalimu wa Damu Nyeusi. Mwanaume mrefu mwembamba, ngozi yake ilikuwa nyeupe kama mwezi, na macho yake yalikuwa mekundu kama moto wa kuni. Alipotabasamu, meno yake yalikuwa meusi kama makaa. Karibu Kito, alisema kwa sauti laini lakini yenye nguvu. Mama yako anakufa lakini uhai wake una bei. Je, uko tayari kulipa? Kwenye mpaka wa milima mirefu ya Kipepeo, ambapo mawingu yanapita chini ya miguu ya watu, kuna mji usioonekana kwa macho ya kawaida. Jina lake, Mji wa Wachawi. Watu wa nje wanasema ni hadithi tu, wanasema ni kizunguzungu cha wazee waliokunywa pombe nyingi. Lakini wale wanaojua, wanaojua kweli, hawaongei. Wananyamaza kwa sababu ukisema jina lake kwa sauti kubwa usiku, unaweza kujiita mwenyewe. Siku moja, mvulana mdogo aitwaye Kito alikuwa akitafuta dawa ya mama yake aliyekuwa mgonjwa sana. Daktari wa kijijini alisema hakuna tumaini, lakini mzee mmoja mwenye nywele nyeupe kama theluji alimwambia kwa kunong'ona, Kwenda mji wa wachawi. Huko kuna mwalimu wa damu nyeusi. Yeye pekee anaweza kutoa uhai kutoka kwa mauti. Lakini ukifika hapo, usirudi tena kama ulivyoingia. Kito hakuwa na chaguo. Alichukua mkoba mdogo wenye unga wa nazi na mkate wa nazi, akavaa koti la ngozi ya mbuzi na kuanza safari usiku wa mwezi mpevu. Baada ya siku tatu za kutembea msituni, akafika kwenye mlango wa mawe makubwa yaliyosimama peke yao bila ukuta wowote. Juu yake kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa damu iliyokauka. Karibu mji wa wachawi. Ukiingia roho yako inakuwa ya siri yetu. Kito alipumua kwa kina, aligusa jiwe moja, na ghafla upepo mkali ukaja ukamvuta ndani kama mkono usioonekana. Macho yake yalifunga kidogo, na alipoyafungua tena alikuwa ndani. Mji ulikuwa mkubwa kuliko alivyofikiria. Nyumba zote zilijengwa kwa mawe meusi yenye misipa nyekundu inayopiga kama misipa ya damu hai. Mitaa ilikuwa nyembamba na taa hazikuwa za umeme wala moto, zilikuwa ni mishumaa ya roho ambazo ziliwaka bila moshi, na kila mshumaa ulikuwa na uso mdogo wa mtu anayeumia ndani yake. Watu walitembea kimya, hakuna aliyesema salamu. Walivaa nguo ndefu nyeusi na macho yao yalikuwa meupe kabisa bila mboni. Lakini wale waliomwona kito walimgeukia pole pole, na midomo yao ikanyoosha tabasamu dogo lisilo na joto. Mmoja wao, mwanamke mzee mwenye vidole virefu kama matawi ya mti uliokufa, alimkaribia na kusema kwa sauti kama upepo wa baridi, wewe si wa hapa, lakini damu yako inasema unahitaji. Njoo, mwalimu anakungoja. Kito alihisi moyo wake unapiga kwa nguvu. Alifuata mwanamke huyo kupitia barabara nyembamba, na kila hatua alipopiga, aliisikia sauti ndogo ndani ya kichwa chake ikisema, usiamini chochote unachokiona hata kama inaonekana kama mama yako. Walipofika kwenye jengo kubwa lenye minara minne, mlango ulifunguka peke yake. Ndani kulikuwa na chumba kikubwa, na katikati kulikuwa na kiti cha enzi kilichotengenezwa na mifupa iliyounganishwa na nyuzi za dhahabu. Hapo alikaa Mwalimu wa Damu Nyeusi, mwanamume mrefu mwembamba, ngozi yake ilikuwa nyeupe kama mwezi na macho yake yalikuwa mekundu kama moto wa kuni. Alipotabasamu meno yake yalikuwa meusi kama makaa. Karibu Kito, alisema kwa sauti laini lakini yenye nguvu, mama yako anakufa, lakini uhai wake una bei. Je, uko tayari kulipa? Kito alimeza mate. Bei gani? Mwalimu alisimama pole pole. Bei ni wewe mwenyewe. Ukiokoa mama yako leo, utabaki hapa mjini kwa milele, utakuwa mmoja wetu wachawi, hautarudi tena nyumbani. Chumba kilianza kuganda, mishumaa ya roho ilianza kuwaka kwa nguvu zaidi, na Kito akaona uso wa mama yake ndani ya moja yao akilia kimya. Alipoinua macho yake Mwalimu alikuwa amekaribia sana mkono wake ukiinuliwa kuelekea kifua cha Kito. Sema ndiyo au sema hapana, lakini kumbuka, ukisema hapana, hautapata tena nafasi hii. Mishumaa ya roho iliwaka pole pole na uso wa mama yake ndani ya moja yao ulikuwa umetulia kidogo kama mtu anayesikia habari njema kwa mbali. Mwalimu hakumgusa, hakutumia kizu wala hakumwomba damu. Badala yake aliangalia macho ya Kito moja kwa moja na kusema kwa sauti laini kama upepo wa usiku, bei yetu si damu, bei yetu ni kumbukumbu kumbu, moja ya maisha yako, ile unayoipenda zaidi, ile inayokufanya uwe wewe. Ukiitoa hiyo kumbukumbu kumbu, mama yako atapata uhai wake tena, lakini wewe utabaki hapa mjini, kwa sababu bila hiyo kumbukumbu, hauwezi tena kuishi maisha ya nje. Kito alifunga macho yake kidogo. Alifikiri mara moja ile siku moja tu aliyokuwa akiipenda zaidi duniani. Ilikuwa ni siku ya mvua ndogo, mama yake alikuwa amemshika mkono, walitembea kwenye shamba la mahindi lililokuwa limeota majani mapya baada ya ukame mrefu. Mama alimwambia, "Kito, hata kama dunia ikikauka, tutapata njia ya kuota tena." Halafu walicheka pamoja, wakati tone la mvua lilipomwagia kichwani na akahisi joto la mkono wa mama likimshika kwa nguvu. Hiyo ndiyo ilikuwa kumbukumbu iliyokuwa na mpanguvu kila mara alipohisi amepotea. Sasa Mwalimu alinyoosha mkono wake, na katikati ya kiganja chake kulikuwa na kitu kama kioo cha uwazi, lakini ndani yake hakukuwa na kitu, ni kama kioo kilichotengenezwa na hewa na nuru. Weka kumbukumbu yako hapa. Fikiria tu ile siku, ile sauti, ile hisia. Itatoka yenyewe. Hautahitaji kutoa damu wala kuua kitu. Uchawi huu ni wa moyo, sio wa mwili. Kito aliangalia uso wa mama yake kwenye mshumaa. Sasa alikuwa ameanza kupumua kwa kina zaidi, vidole vyake vikisogea kidogo kitandani. Alikuwa karibu kurudi maishani. Kito alifunga macho yake kidogo, alirudi kwenye ile siku ya mvua. Alisikia sauti ya mama yake tena. Tutapata njia ya kuota tena. Alisikia joto la mkono wa mama. Halafu, alihisi kitu kinavunjika ndani yake kama kioo kinavyofyonzwa na upepo. Alipofungua macho, kioo kilichokuwa mkononi mwa mwalimu sasa kilikuwa kimejaa nuru laini ya rangi ya manjano kama jua la asubuhi. Mwalimu alikitupa hewani na kioo kikapotea kama moshi. Mara moja Mama yake kwenye mshumaa alimwangalia moja kwa moja Kito. Macho yake yalikuwa wazi kabisa na tabasamu dogo likatokea usoni. Alipumua mara moja kwa nguvu.